Mkuu wa Wilaya Mafia Aziza Mangosongo ameitaka halmashauri kutenga maeneo maalum kwa ajili ya marishio ya mifugo ili kuepusha migogoro inayoweza kujitokeza kati ya wafugaji na wakulima. Mangosongo ametoa agizo hilo akiwa eneo la Kibaoni kata ya Kiegeani, wakati wa hafla uhamasishaji wa utoaji wa chanjo kwa mifugo ambapo chanjo zilizotolewa pamoja na chanjo ya homa ya mapafu kwa ng'ombe, sotoka kwa mbuzi na kondoo na chanjo ya kideri ndui na mafua ya kuku kwa kuku wa kienyeji. Kwa ni vyema zaidi, mkurugenzi upo na, na timu wa wa ya halmashauri, wafugaji waandaliwe maeneo maalum kwa ajili ya kufanya nini, ya malisho maisho vizuri, wasiwe kama watoto yatima ambao hawajui wanaalishia wapi. Eh, tunapotaka nyama tunawafata, tunataka nyama lakini eneo la kulishia malisho yao Hatu. Kwa hiyo ni vyema tukaandae eneo kwa ajili ya wafugaji kufanya nini Kulisha ng'ombe, ng'ombe zao mm. Sehemu nyingine chanjo hii ni gharama kubwa, sio? Hii hii ni kama ruzuku ambayo tumefanya nini, tumepatiwa na serikali. Sawa eh? E, hii hii ni ruzuku ambayo serikali imeona itupatie sisi wafugaji ili tuweze kufanya mm. shughuli zetu. Sasa kingine kwa sisi wafugaji tuna changamoto kwamba unapofuga na changamoto ya kutambua au kuwa na eneo la ufugaji unapotaka kufuga. Ona. Kuna maeneo ambayo ni mazuri sana yamekaa kwa ajili ya nyasi za nini? za unayajua ga, si ndio? Kwa kwa nini usiende ukachukua hayo maeneo? Ukachukua hata eka kumi, eka zako ishirini eh? kau eka zako tano kaziusaa vizuri kabisa ukaweka zizi ukazungushia. Sehemu nyingine chanjo hii ni gharama kubwa, sio hii hii ni kama ruzuku ambayo tumefanya nini tumepatiwa na serikali. Sawa eh? Ndiyo. Eh, hii hii ni ruzuku ambayo serikali imeona itupatie sisi wafugaji ili tuweze mm -hmm, shughuli zetu vizuri. Sasa kingine kwa sisi wafugaji tuna changamoto kwamba unapofuga na changamoto ya kutambua au kuwa na eneo la ufugaji. Hapa leo nikiwauliza wafugaji wenzangu, hivi mimi nafuga semi ng'ombe, wafugaji wenzangu niwaulizeni swali kila hapa mfugaji nikimuuliza, ana eneo eka ngapi anaweza akanambia? Yani mm. una ng'ombe ngapi na eneo lako ni eka <laughs> ngapi? hakuna idadi ya ng'ombe ulikuwa nao, unao eneo la kufugia? Hakuna eh, hakuna hamna. Eh, kwa hiyo mnachungia wapi? Mashamba ya watu. Umeona hapo? Eh, ndio changamoto ya fanya nini, ndio changamoto ya fanya nini inapopatikana hapo, unapotaka kufuga, unaona kuna maeneo ambayo ni mazuri sana yamekaa kwa ajili ya nyasi za nini, aunayejua uga, si ndio? Kwa nini usiende ukachukua hayo maeneo, ukachukua hata eka 10 eka zako ishirini eh? au eka zako tano, kazingushia vizuri kabisa, ukaweka zizi, ukazungushia, ukaweka uka ng'ombe wako pale wakati mwingine unawatoa unazunguka katika eneo wanakula, kwa ikinyesha nyasi zinajaa hivyo hivyo. Sasa kama wewe una kiwanja cha miguu ishirini kwa ishirini ndo ukatengeneza zizi, alafu una ng'ombe mule ndani, ng'ombe mia moja eh? alafu unategemea kulisha kwenye mashamba ya watu hapo vipi? <laughs> si mgogoro huo eh? ni mgogoro mkubwa. a kumbada changamoto hizi sana sana sana, tufanye nini? Kila mfugaji awe nazizi, na zizi nyumbani kwake na, na, na, na afisa ugani, afisa wa kilimo upite kukagua, na afisa ugani wa kila kata wapite wakague mazizi ya wafugaji. Mfugaji ambaye hana zizi anafunga kwenye, kwenye mnazi ni nini mpaka asubuhi. Ng'ombe unao wengi unao ng'ombe ishirini watu unafunga kwenye mnazi mm. Mtihani tusema, inna lillahi, mm. inna lillahi. Mm. wa inna ilahi rajiun mm, huo eh? Ni mtihani mzito kwao. Ni waombe ndugu zangu, tuandaye mazizi, tutengeneze mazizi okay. tuwaweke wafugaji mm. Na hii agizo hili sio kwenu nyinyi tu, iwe wilaya nzima mazizi afanye nini yeah. yayawepo we hapo nadhani nitakuwa nimeeleweka vizuri sana. Wakulima, kama ikitokea mfugaji ameingiza mifugo kwenye shamba lako, usichukue hasira, maana kuna wakulima wengine wanawekaga, niseme sumu au nini? wanawekaga wanawekaga kitu, yaani wanaweka kama vile kumkomoa nani. Kwa hiyo niwaombe sana wakulima hapa ikitokea shamba lako au unajua kabisa hapa shamba nimelima, nimefanyaje? Ona namna ya kuzuia shamba lako mfugaji asiingie. Na ikitokea mfugaji kaingia kwenye shamba lako, una taratibu za kufuata, okay. Ona mamlaka husika, mahakama zipo, polisi wapo, ofisa vijiji zipo, idara ya mifugo ipo, wote wote tupo kwa ajili ya kufanya nini? Kusaidia, tusivunje amani tukapigana tukakata na visu, tukafanya nini. Maana jana nilisikia kuna sehemu huko watu wanagombana sana. Wafugaji na wakulima. Eh? Na wafugaji wanakuwa wakali sana, nyewe visu mkononi. Eh? Kulima ikashika jembe tu, wote tunawahitaji sisi kama serikali. Wote <coughs> mnatuingizia mapato. Wote wakulima wanatupa chakula. Na wafugaji pia tunapata nyama. Sio na vizuri. Kwa wote nyinyi mna umuhimu kwenye serikali. Wote nyinyi mna umuhimu kwenye jamii. Shikamaneni, tujenge wilaya yetu, tujenge taifa letu. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Mnyama kama mnyama, tunapofuga na tuna faida nayo nyingi sana. Tunapofuga mnyama, wale ng'ombe wa maziwa, kwanza tunaanza kumfuga, kwanza tunapata maziwa, si ndio? Ambayo maziwa binadamu tunatumia kwa mambo mbalimbali. Wale wamama ambao wajawazito, maziwa yanakuwa madogo, hayatoki kwa wingi pia maziwa ya ng'ombe yanatumika, eh, kwa ajili ya kunyonyesha mtoto kuchanganya, lakini vile vile na hata wale wamama ambao wanafariki aa, wanafariki tu kwa magonjwa mengine tofauti, mtoto yule pia anatumia maziwa ya ng'ombe na na, na, na, na maziwa mengine ya. Kwa hiyo tunapata maziwa, hata sisi wenyewe pia tunatumia maziwa, lakini pia tunatumia pia sisi kama ni mboga na na nyama na nyama. Ng'ombe huwa ina, ina, ina mashabiki wengi, ndio wale wa chipsi mishkaki tunajuana, wale wa nyama harusi tunajuana, eh? Lakini hii nyama haiwezi kuwa tamu kama huyu ng'ombe. Ng'ombe huyu hatochoshwa, naeleweka vizuri? Yani, hakikisha ng'ombe wako huyu au mifugo yako usitembeze umbali mrefu kiasi kwamba akajikuta ng'ombe anafanya nini, anachoka. Kwa hiyo faida ambayo tunaipata kwenye ngozi, kuimarika ngozi, kuwa nzuri kwa ajili ya matumizi mbalimbali na sasa hivi serikali ipo kwenye mfumo na mwongozo wa kujenga viwanda. Kuongozi inatumika kwa ajili ya nini? Viwandani kutengeneza vipochi, kutengeneza viatu na mambo na mambo mengine. Lakini vilevile huyu huyu ng'ombe akipata hii chanjo na akitunzwa vizuri, anaweza akatoa nyama nyingi na nyama ambayo ni nzuri. Naeleweka ndugu zangu lakini huyu ng'ombe akichanjwa aki vizuri, ukiacha, ukiacha hiyo hiyo hiyo ni, ni, anatoa maziwa anatoa maziwa mengi sana, kama atachanjwa vizuri na utamlisha vizuri. Lakini vile vile ukimchanja vizuri huyu ng'ombe, hata yale magonjwa ya mnyama ambayo yeye ya anayo yanaweza asirudi kwa nani? Kwa binadamu sisi ambao tunafanya nini, tuna tunachunga kwa sababu hawa wanaweza wana, wakawa na magonjwa ambayo sisi yanaleta kutuambukiza, si ndiyo? Kwa hiyo tukimchanja huyu yale magonjwa mengine yanakuwa hayatupati hayatu, sisi. Na mengine ambayo anasema amesema afisa afisa ugani. Lakini vile vile inapunguza vifo na magonjwa ya wanyama. Ukimchanja ng'ombe au ukichanja mbuzi na mnyama mwingine yoyote, si rahisi kupata magonjwa ya nyemelezi ya wanyama, lakini vile vile hata kufa kwa vifo vya wanyama vinafanya nini? Vinapungua. Akiwa na hasira ng'ombe anamjua, yaani mfugaji hasa ya ambaye ni mfugaji anajua sauti ya ng'ombe anajua ng'ombe akiwa na hasira anakuwaje? Ng'ombe huyo ana njaa anajua, si ndiyo? Ehe, kwa hiyo na unajua alama ya ng'ombe wako, alama yake ni nini? Kwa hiyo ni, ni, ni, ni, ni. Koni waombe na wafugaji, yaani mtengeneze kama namna bora ya kuwatambua wezi wa nini wa, wa ng'ombe sawa, na huyo ninayokuambia ambaye yeye ye, nyama hajapeleka kwake, yalichokifanya yeye akafanya nini? Na bado tunateketeza nyama. Tayari nimwambia OCD amwite amfungue jarada mm. Tayari mm. Si jana jana jana jina, eh, tumemweka kwenye mm. bracket jin. Sawa sawa, eh, sasa wasio wasiokapita huku, watu wanakufuata mfugaji au wanawafuata nyinyi vijana wengine ambao mm. sio wafugaji wengine, kijana ni mchungaji tu sio nini, sio mfugaji yeye, na unu, na ni nani mchungaji tu, aikufata mtu anakurubuni. Umeona eh, wewe unaniuziaje, niuzie hii nini, nini, nini, afu utasema kapotea, sio nini nini. Msifanye hivyo. Tunaelewana vizuri e. Tunaelewana vizuri e. Nani anayejua kisa cha Yazidi? Nzuri, naeleweka. Jamani, najua hapo kuna ambao wamekuja na, na, na ng'ombe. Wao wenyewe hawapo, wamekuja kama vijana nauchumi siingie tusirubuniwe huko sawa, mm. yeah. ngombe hii ni mali <coughs> yaani, mtu ambaye ana ngombe kumi, ishirini mm. ngombe moja shilingi ngapi Mafia, mkiuza milioni moja, ina maana kama ana ng'ombe ishirini, huyu anatembea na milioni ishirini barabarani ambayo milioni ishirini hiyo angekuwa angikuwa ameweka wapi benki, naeleweka vizuri. Lakini hajaweka benki, kaamue kwanza kufanya nini sababu ng'ombe ishirini wale ndani ya mwaka watakuwa wamezaliwa wengine. mm -hmm. Kwa hiyo yani, usimtazame ng'ombe kama ng'ombe, tazama thamani ya huyo ng'ombe sokoni. Kuna mwengine mm -hmm. Eh, na wafugaji sapo kwenu, sasa tunakuwa na mifugo mingi, mtu ana mifugo hamsini ng'ombe hamsini Akishakuwa na ng'ombe hamsini na ana vile vinyongeza yeye huko mbuzi, mnaita vinyongeza. Umeona, yaani kama cha mgeni akija anafanya nini? Eh, kwa ana ng'ombe hamsini, labda ana mbuzi pale ishirini na vindama labda kumi, lakini mchungaji ni huyu eh? Inawezekana jamani, kweli eh? Inawezekana kwani tusio na wachungaji wawili au watatu Eh, huyo mchungaji mmoja akiumwa hmm? lakini huo mzigo wa ng'ombe wote kuanza kuwaswaga, ajue mbuzi wote aanze kuwaswaga. Ndio maana tuongeze vibarua, tuongeze wachungaji, tusiwe tunatumia ng'ombe wengi kwa mchungaji huyu mmoja. Ng'ombe tusiwatembeze barabarani, hawaruhusiwi kupita barabarani. Na sasa hivi nimeshawaagiza mtendaji wa kata na vijiji waanze kupiga faini. Sasa yule mzee analalamika, shilingi mia mbili faini ataiweza? akapitia ngombe barabarani. Sheria ndogo zinasemaje hapa? ngombe akipita barabarani, mwenyekiti wa kijiji na mtendaji wa, wa, sheria ndogo zinasemaje za kwenu hapa? mm. shilingi ngapi? shilingi 5000 kila 200 mm. mzee anachanganyikiwa. mm. eh 5000 kila mfugo. Utaweza? tunaelewana vizuri tayari kufuata sheria na taratibu Eh? Lakini, kingine hii sasa, upande wa wakulima, wakulima wengine ni ni wakulima ndio. Lakini kuna wakulima ambao ni sana. Tuone huruma, wanapata nao shida sana wakulima, ambao anaamka asubuhi ana eneo lake eka tatu, amelima amepanda munu wake, amepanda mahindi yake. Mfugaji anapita yani kalima huyo, mkulima katumia miezi mitatu kila kitu kupanda kufanya nini kufanya nini, na anaenda anahamia ndege na nini, mfugaji anapita siku, anafagia shamba. Wafugaji wengi hatuna mazizi, tujenge nini mazizi. Kwa sababu wangapi tuna mazizi? Wangapi tuna mazizi? Wafugaji ni mazizi nyoosha wa vidole peke yake. Kwa hiyo mazizi mazizi wafugaji mazizi ni mmoja tu. Mheshimiwa. Watu ni wapi? Wap eh? Utende na Kilindoni, watalii wanakuja wanapita, wewe unaswaga ng'ombe barabarani yani unavusha barabara Eh? ng'ombe au ng'ombe, barabara, lami yao, ng'ombe, na unayofuatana kwenye barabara lami ya wanapita ng'ombe watalii wako nyuma na gari

wasiwe kama watoto yatima ambao hawajui wanalishia wana wanawalishia, eh tunapotaka nyama tunawafata, tunataka nyama, lakini eneo la kulishia malisha yao hatu kwao. Ni vyema tukaandaa eneo kwa ajili ya wafugaji. Kwa nini? kulisha ng'ombe ng'ombe zao. Lakini kingine, kuna changamoto nzima ya wizi wa mifugo atukumani na nayo, wizi huko aupu watu ambao ni vinara kabisa ambao wanajulikana, wao ni madalali wakwenda kutafuta ng'ombe wa wizi, anakwenda anachukua ng'ombe wa wizi, anakwenda anawauzia watu huko na watu wanachinja ng'ombe kule bila hata afisa ugani kujua bila chochote ama, wanachinja porini, wanatoa nyama wanapeleka sokoni. Hapa juzi tu hapa tumeenda kuteketeza nini, nyama ambao tulikuwa na mashaka yule ng'ombe amefanya nini, amefanyaje ameibiwa kwa sababu yule, yule, yule, yule aliyekuwa amechinja yule ng'ombe, wakati anaulizwa, ng'ombe wako wewe wako wapi? Akasema walipo, alipopelekwa pale akaambiwa, umechinja wapi? Nimechinja hapa, ngozi ipo pale. Anaulizwa, wewe ng'ombe huyu ngomchinja nyama, umelipeleka nyumbani kwako, umekula? Amesema nyama sijapeleka nyumbani. Hivi kuna mfugaji ambaye anaweza kuchinja ng'ombe asipeleke nyama nyumbani eh? Tuambiane wafugaji kuna mfugaji ambaye anaweza kuf...? Hata mvuvi akivua lazima atambie itoe wapi. Sasa kuna mfugaji yaani mchinjaji anaweza akachinja mnyama alafu asibebe nyama kupeleka nyumbani? Lazima afanye nini? Lakini yeye hakupeleka ile nyama nyumbani kwake, ile nyama yote kaipeleka sokoni. Kwa sababu gani? Nafikiri hajapeleka nyumbani, kuna mawili, aidha yule mnyama alivyomchukua huko alikuja akafa kwao, alichinjia kibudu kibudu kile akaamua kukileta sokoni ili tule sisi vibudu, au yule mnyama si kama uiba. Kwa hiyo anajua hapa ikisomwa albadili hapo, albadili bayana ikisomwa, familia yake inakuwa nini? haifanyeni usiki watakao usika wale wafanya nini? eh kuna miaka fulani huko yasema. Katika zoezi hilo, halmashauri ya wilaya Mafia imepokea kiasi cha dozi 49,600 za chanjo zote ikiwa dozi arobaini elfu ni chanjo za kuku, dozi elfu nane za ng'ombe na dozi elfu moja mia sita za mbuzi na kondoo, ambapo hadi kufikia sasa kuku thelathini na sita elfu mia moja thelathini na saba wamechanjwa na kufikia asilimia tisini ya uchanjaji wa kuku, huku zoezi la uchanjaji wa ng'ombe unaendelea na tayari ng'ombe mia moja kumi na saba wameshachanjwa.